Chama cha ACT Wazalendo kinaenda kuanza operesheni yake kubwa sana, operesheni ambayo ina lengo la kurudisha thamani za kura ya Watanzania, ina lengo ya kuwarudishia Watanzania nguvu yao ya kimapambano kwenye ulinzi wa kura kwenye, kwenye uchaguzi huu wa Oktoba 2025, na operesheni hiyo ACT Wazalendo tumeita Operesheni Majimaji. Operation Majimaji itaanza tarehe moja mwezi wa saba na kutakuwa na misafara miwili mikubwa. Sasa, kabla sijatangaza misafara miwili mikubwa, kwanza niwaeleze waandishi wa habari kwa nini tunasema Operation Majimaji. Kama ilivyokuwa kwa babu zetu waasisi wa nchi yetu na waasisi wa mapambano mbalimbali hapa Tanzania, wengi mnafahamu juu ya vita vya Majimaji, walijikusanya wakaunga nguvu juu ya kupambana na mkoloni wakati ule. Na sisi ACT Wazalendo tuna mpango na tunaendelea kuunganisha nguvu na watu wote, asasi zote, na kuwaunganisha nguvu na Watanzania kwa ajili ya kupambania thamani ya kura, na operesheni hii tunaiita kwa ukubwa Operesheni Majimaji Oktoba Linda Kura. Sasa baada ya kuielezea kwa nini operation maji maji na dhumuni lake ni nini, naomba sasa niwatangazie misafara miwili mikubwa ambayo itatembea nchi nzima kwa ajili ya kuhakikisha Watanzania wanaelewa umuhimu wa uchaguzi wa elfu mbili na ishirini na tano umuhimu wa kujitokeza kupiga kura na umuhimu wa kulinda kura ili kurejesha thamani ya kura zao. Msafara wa kwanza utaongozwa na kiongozi wa chama ndugu Doros Mankasemu ambaye ataongozana na makamu mwenyekiti bara ndugu Isihaka Rashidi Mchinjita. Msafara huo wa kiongozi wa chama ndugu Doros na makamu mwenyekiti ndugu Isihaka Mchinjita utakuwa po, pamoja pia na naibu katibu wa habari uenezi na mahusiano na umma Shangwe Ayo, utakuwa na mwenyekiti wa ngome ya vijana taifa ndugu Abdul Omar Rinondo, utakuwa na waziri kivuli wa sheria na katiba ndugu Pita Madereka, utakuwa na eh, waziri kivuli wa fedha ndugu Kiza Mayeye, utakuwa na naibu waziri kivuli wa habari ndugu Emmanuel Mtobi. Safara huu utakuwa na umeambatana na waandishi wa habari, utakuwa umeambatana na watu mbalimbali mbali kwa ajili ya kuhakikisha watu ambao hawata kuwa kwenye huo msafara wanapata hasa kinachoendelea kwenye operation maji maji. Safara ya pili utaongozwa na kiongozi wa chama mstaafu ndugu Zito Kabwe pamoja na naibu katibu mkuu bara ndugu Esther Thomas. Safara huu pia utakuwepo na mwenyekiti wa ngome ya wanawake taifa ndugu Janet Rite, utakuwepo na ndugu Mafta, ambaye na chuma ambaye ni mwanachama wetu mpya tumempokea juzi kutoka Mtwara, lakini utakuwa na katibu haki za binadamu ndugu Mbarara Maharagande kwa hiyo hawa wote wataongozana na msafara wa kiongozi wa chama mstaafu ndugu Zitto na naibu katibu Esther Thomas, wote kwa pamoja na waandishi wa habari, kwa ajili ya kuwaeleza wanaenda e, kufanya nini kwenye kwenye uh, Operesheni Majimaji. Lazima tufahamu kwamba tupo kwenye kipindi cha mapambano na kwa sababu tumefanya maamuzi ya kupambana, tuna shiriki, tuna shiriki, tukiwa tunashiriki na tunashiriki tukiwa tunapambana. Hii itaenda kama ndiyo tangaza nchi nzima na kiongozi wa chama na makamu mwenyekiti wataenda kanda ya magharibi, yani mikoa ya Kigoma, Tabora e, itapita kote huko, kuja kanda ya kaskazini, maana yake mikoa ya Arusha, Kilimanjaro, Manyara kwenda mpaka Tanga, kiongozi wa chama mpaka Pwani na kanda ya Pwani ambao pia watakuja mpaka Dar es Salaam. Huo ni msafara wa kiongozi wa chama pamoja na makamu mwenyekiti. Msafara wa kiongozi wa chama mstaafu zitokawe na naibu katibu mkuu Esther Thomas, wao utaanza E, kwenye ukanda wa kusini yani mikoa mkoa wetu wa kichama Selu utapita mikoa ya Lindi utapita, e, itaenda pia nyanda za juu kusini yani mikoa ya Mbeya Katavi Sumbawanga. Kwa hiyo hii ziara ni nchi nzima, na watagawanya kwa hizo kanda ambazo nimezieleza. ita, ita, ita enda mpaka lini? Asante. Hii ziara ni itaenda kuanzia tarehe moja mpaka tarehe kumi na tano. Kwa hiyo ni siku kumi na tano za kupambania ulinzi wa kura, siku kumi na tano za kurejesha thamani ya kura kwa Watanzania. Asante sana.